Tunaipambania nembo ya taifa, tukizungumzia kwamba kila mchezaji ana haki ya kucheza. Kila mchezaji kwenye timu ya taifa akipewa nafasi anaweza akaonyesha chochote. Kwa hiyo all in all, Samata ni muhimu, lakini hatuwezi kumlilia kwamba sasa tunafanya nini. Kama ambavyo watu wanasema bana, Samata minjari, sisi tunafanyaje? Da, kuna nyakati Samata alikwepo tulikuwa tunafungwa. Kuna nyakati Samata hakwepo tulikuwa tunashinda. Kuna nyakati Samata Uh, tulikuwa naye pia tulishinda kwa pamoja sawa. Kwa hiyo uh, kwa picha halisi namna ambavyo ilipo Samata mmoja, uh, hatuwezi kumlilia. Lazima lazima lazima lazima uh, lazima tupanue uh, squad ya timu ya taifa lakini ni kwa mchezaji kwa kwa kiongozi kwenye kwa timu kwa maana ya kwa kwamba, uh, Samata ameshafikisha umri wa miaka 30 kama ataendelea kucheza tafsiri yake ni miaka mitatu akijitahidi sana sawasawa. Eh, hapo baadaye tutaishije? Lazima tu, tuwape nafasi vijana, lazima tuwape wachezaji wengine waweze kupambania kwa mfano